Ni mimi mwinjilisti hatangimana kukuletea habari za Paulo dhidi ya imani potofu. Kwani mtume Paulo alipohubiri kwa watu wa Athene ni mojawapo ya mafundisho yake makubwa yaliyorekodiwa katika matendo ya mitume sura ya 17 mstari wa 16 hadi 34. Hii ni hadithi ya hekima yake katika kutumia uelewa wa watu wa Kigiriki kuelekeza mioyo yao kwa Mungu wa kweli. Leo tunaanza kwa ujio wa Paulo Athene. Paulo alipokuwa akisafiri kuhubiri injili alifika Athene, jiji mashuhuri la Ugiriki lililojulikana kwa hekima, falsafa na miungu mingi aliona jinsi watu walivyoabudu sanamu na miungu mingi, jambo lililomchukiza sana. Matendo 17 mstari wa 16. Paulo alianza kujadiliana na Wayahudi na watu wa mataifa katika sinagogi na sokoni. Wanafalsafa wa Kiepikureo na Kistoiko walimsikia na kumpeleka kwenye baraza la Areopago, mahali pa mijadala ya kifalsafa. Matendo 17 mstari wa 19 hadi 21. Alisimama na kuwaambia, enyi watu wa Athene, naona kwamba kwa kila njia ninyi ni watu wa dini sana maana nilipopita na kutazama kwa makini vitu mnavyoabudu, niliona madhabahu yenye maandishi haya, ikwa Mungu asiyejulikana. Huyo mnayemwabudu bila kumjua ndiye ninayewahubiria. Matendo 17 mstari wa 22 hadi 23. Alitumia hekima kueleza kuwa Mungu wa kweli, muumba wa mbingu na dunia, si kama sanamu zilizotengenezwa kwa dhahabu au jiwe. Matendo 17 mstari wa 24 hadi 25. Paulo alieleza kuwa Mungu aliumba mataifa yote na anataka watu wamtafute na kumjua. Matendo 17 mstari wa 26 hadi 27, akasema kuwa Mungu hayuko mbali na mtu yeyote, na akanukuu mashairi ya Kigiriki, kwa maana ndani yake tunaishi, tunakwenda na tuna uhai wetu. Matendo 17 mstari wa 8, Paulo alikemea ibada ya sanamu akisema Mungu amevumilia ujinga wa watu lakini sasa anawaamuru wote watubu. Paulo aliwaambia kwamba Mungu amemchagua atakayehukumu ulimwengu kwa haki na amethibitisha hili kwa kumfufua kutoka kwa wafu, yaani Yesu Kristo. Matendo 17 mstari wa 31. Baadhi ya wasikilizaji walimdhihaki aliposema juu ya ufufuo, lakini wengine walivutiwa na waliamini, akiwemo Dionisio Mwareopago na Damarisi. Matendo 17 mstari wa 32 hadi 34. Paulo alitumia hekima kuelewa imani za watu wa Athene na kuwaelekeza kwa Mungu wa kweli. Alionyesha kuwa Mungu wa kweli si sehemu ya sanamu bali ni muumba wa vyote. Alitoa mwaliko wa kutubu na kumwamini Yesu Kristo ambaye alifufuliwa kutoka kwa wafu. Hii ni moja ya mahubiri bora ya Paulo kwa watu wa mataifa. Miungu ya Wagiriki ilikuwa mafanikio ya hadithi na imani ya kipagani, lakini hawakuwa na uwezo wa kweli. Paulo aliwaonyesha Wagiriki kuwa kuna Mungu mmoja wa kweli, muumbaji wa mbingu na dunia anayejulikana kwa kupitia Yesu Kristo. Hivyo basi, Paulo alijitwalia usahihi wa injili yake kwa watu wa Athene, kwani yote aliyoyaongea kwao ni kweli tupu. Nasi twajua hapa duniani kweli ni Yesu tu. Hivyo basa watu na viongozi wa dini kutoka Athene hawakuwa na sababu yenye mashiko ya kumpinga Paulo, na jamii ya watu wakampokea Yesu. Sasa ni Mungu anayejulikana pande zote za duniani, yaani umebaki wewe kumkubali. Na sio hivyo hata mimi muinjilist, hatangimana ni kuletea habari hizi. Naunga mkono kile Paulo alieneza. Mimi nimempokea Yesu. Nami nakuletea shauri kwamba maisha bila Yesu ni sawa na kujishibisha kwa upepo. Kumbuka yapo maisha baada ya haya ya duniani na tiketi ya maisha mazuri baada ya haya ya duniani ni kumpokea Yesu tu. Pia Yesu anawapokea watu wa makabila yote kwa rangi zao.